Chuo Kikuu cha Ruaha kimeandaa kongamano kubwa la kitaaluma na la kitaifa kuwahi kutokea mkoani Iringa. Na kongamano hili linalenga kuonyesha ushirikiano, ushiriki wa PPP katika kulifikia dira ya taifa ya 2050. Na katika kongamano hili mada kuu itakuwa ni Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 na uchumi jumuishi tutokapo na tuendapo na kutakuwa na swali, chagi, swali chagizo ambalo litaongoza mada hii. Kwa maana ya kongamano hili litakuwa linasema, je tunajenga uchumi jumuishi? Litafanyika siku ya Aramisi, tarehe tisa Oktoba 2025 katika ukumbi mkuu wa Ruku tunapaita Ruku Main Hall, kuanzia majira ya saa mbili kamili hadi saa nane mchana. lengo kuu la kongamano ni kujenga mjadala wa kitaaluma wa kimkakati kuhusu mchango wa PPP katika kutekeleza Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Miongoni mwa malengo yake ni kuimarisha uelewa wa mchango wa PPP katika uchumi wa maendeleo ya kijamii, kubadilishana uzoefu wa kitaifa na kimataifa kuhusu utekelezaji wa miradi ya ubia, kutoa mapendekezo ya sera na mikakati ya kuongeza ushiriki wa sekta binafsi katika maendeleo endelevu. Kongamano hili litashirikisha zaidi ya watu mia tano kutoka katika sekta mbalimbali, zikiongozwa na sekta ya elimu, serikali, sekta binafsi, dini, NGO, wajasiriamali wadogo wadogo wakati na wakubwa. Nanyi vyombo vya habari, wote mnakaribishwa kushiriki kongamano hili kama tulivyosema la kitaaluma litaongozwa na wanataaluma wabobevu katika sekta mbalimbali. Wa kwanza atakuwa Sister Professor Christina Lekule ambaye ni makamu mkuu wa chuo cha Ruku. Uh, atakuwepo Professor Musa Asad, makamu mkuu wa chuo cha Morogoro, Morogoro Muslim University MUM. Tutakuwa naye Professor Humphrey Mushi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam tutakuwa naye mkurugenzi wa PPPC mwenyewe Mheshimiwa David Zakaria Kafulira, lakini pia atakuwepo Profesa Samuel Wangwe mwenyekiti wa Daima Association, atakuwepo Dr Mwajuma Hamza mkurugenzi mtendaji wa TWCC, lakini pia atakuwepo Daktari Isidori Binani ambaye ni mkufunzi wa chuo kikuu Katoliki Ruaha. Katika kuongoza mdaro huu, utaongozwa na mwanahabari nguli mwenye uzoefu wa kitaifa na kimataifa, tunamwita sini ya Tido Mhando. Huyu ndio atakuwa mwongozaji wa kongamano hili. Washiriki wengine watatoka katika sekta za serikali na binafsi, zaidi ya taasisi mia moja tumeziarika kushiriki. Kama taasisi ya elimu ya juu, chuo kikuu Katoliki Ruaha kinaendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ambayo ni matatu hasa ya kitaaluma, kwa maana ya kufundisha, kufanya tafiti na huduma kwa jamii kwa maana ya consultants na, na outreach. So kupitia kongamano hili RUCU inawakaribisha washiriki kwenye kitovu cha maarifa, ubunifu na mshikamano wa kijamii hapa Ruaha Catholic University.